Constituency tuelekee kaunti namba 33 sasa ambapo, uh, serikali ya kaunti ya Narok imezindua rasmi hospitali ya kisasa katika eneo la Transmara Magharibi. Akizungumza uh, baada ya kuzindua hospitali hiyo katika kati ya miradi mingine 23 inayomilikiwa na serikali ya kaunti Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu amewasihi wakaazi hao kuanza kuzuru na kupata huduma bora bila kwenda mbali sawia na hapo awali. Eneo hilo ambalo linatambulika kwa ukulima bora pia litanufaika na barabara ili kuinua usafiri wa mazao hadi katika masoko. Isha, tuna handover kwa community. Kama hii hii ilianzishwa zamani kidogo na equalization fan, lakini sasa tumeleta equipment ambayo tumeweka hii hospitali ili tuhakikisha ya kwamba watu wetu wanatumia. Watu wa hapa walikuwa wanaenda mpaka huko Migori, wengine wanaenda mpaka pande ya Kilgoris ambayo ni mbali mno. Ndio mnaona tumeleta sasa hizi equipment na tutaongeza madaktari ili waweze kupata hiyo huduma ya afya.